Jambo mtemi, watu wanamwogopa Nyamilandu, huyo fujo kwa jamii yani kila dakika Nyamilandu huyo, lakini kwenye ndoa yake ina mashaka Nyamilandu huyo. Ana miezi sita hajawahi kupika ma bange yaani, mikono juu, mdogo mdogo, mwendo wa mateka. Akikugundua kama umefanya kosa kwa nani, roho inauma. Kianani bwana roho inauma Kianani, roho inauma Kianani bwana roho inauma. Wanamuita nguru bange. Ah, salama tu za hapa mzopita ndani hamna speed kai. Kaka, nimekuja tu mara moja. Ehe, hivi kakaangu mbona siku hizi ueleweki? Sina shida. Uwe mwanamke umemganda, umemganda afu mwanamke wenyewe sasa hivyo we, mwanamke mbona unamwendekeza sana? Au mwanamke kakuloga huyo? Mwanamke aeleweki mbele wala nyuma, lakini kaka umemng'ang'ania. Angalia kaka yangu ulivyokonda kwa hivyo, yaani ukua hivyo yani. Kaka mwanamke umemwendekeza mwanamke, sijui umemng'ang'ania kama kitu gani, kwa nini? Lakini kaka yangu ukua hivyo kaka apo. nyuma ukua hivyo wewe, hapo hapo. Mhm, mm, biashara kunitukana matusi ya rejareja, eti zamani ukua hivyo, nyuma ukua hivyo. Mimi nyuma nilikuwaje? wakati cho ah, mi nyuma hakuna chochote kilichofanyika wala nini kilichofanyika, yuko ndani ah, mi simogopi wala nini e, simogopi tusha mchoka hasa mimi. Kuwacha mke huyu mara kuwacha huyu mara kuwacha huyu, nitaacha wangapi? Wakati wanawake wa wengi wa wengi ni wale wale alafu, jue mdogo wangu, kuna watu wanatembea mjini hapa, mtu ana laini sita kila e, mtandao laini tano kila mtandao laini tano kila mtandao laini tano wala huwe na mtandao mmoja tu. Ukiona hivyo m mtu aeleweki, ndio maana kila mtu anakuwa na laini tano kama mtandao nasumbua je. Mtu ung'ang'anie laini moja? Badilisha, kakaangu, achana naye we. Mwanamke anakunyonya sana, mwache wewe. Oh, ujui mapenzi mdogo wako. Mapenzi kitu gani? Kakaangu kuwa kama mimi, mdogo wako. Mimi mwanamume akimchanganya tuskai naye natimua. Kwa hiyo oh, mwanamke achana naye kakaangu, achana naye. Mwanamke anakunyonya achana naye inaangalika kama mtandao huo kifurushi vyake vya bei nafuu unaung'ang'ania. Haya, hmm. Mambo hmm. we wa ya wakubwa, mdogo wangu, we kuangaika umeweza. Mambo we sana, mambo naenda lakini, ndo habari ndo hiyo. Wewe mwanamke achana naye mwanamke, unamwendekeza mwanamke, anakunyanyasa ana kunyanyasa. Ukuwa hivyo kaka yangu, ukuwa hivyo, useme kwa sauti na nisikie tu. Nyumbani naenda lakini, ndo habari ndo hiyo. Kwa heri wewe, unalikologa wewe, umjui huyu ni mwenzako tu, nashindwa hata kumwacha. Lakini wewe, haya Wifi, naendeleaje nyumbani? <laughs> Eh, wifi yangu, kwani kuna nini? wifi yako nafaa? kwa wifi yako hamna. We mnafi sana, hamna. Ah, wifi yangu ki, unaongea niangalie hapa, ndio uniangalie huamuka, mikono juu, itambua itambua. Mikono juu. Unajiendekeza kwa uvivu. Unajiendekeza. Unajiendekeza lokta. Oa, piga chua chula mtania. Unanitania? Unaenda kuletea maneno ya, ya ajabu ajabu kwa kakaako wajomi kakaako nampa nini? Hapana. Unajua achompa kakaako mme? Hasa nini? Samia. Luka chua sio sinzoe. Luka. Luka changamuka changamuka. Luka, luk luk luka. Luka. Luka. Wewe bora jende kia vibe hivi eh? Hapo kanyo weza kwa banki? Hapana. Bora mtaba banki wewe. Hapana. Hapana, mimi mtaba banki kwa kichwa chake, kichwa box wewe. Utambua. Naika. <laughs>

Na uka. Na uka. Wewe, sikia nikuambie, kila nitakapokuona adhabu ndio hii iujiuha hiyo eh, ndiyo mnaharibu nchi nyinyi. Nchi haiendi vizuri kwa sababu watu kama nyinyi umbea tu, kanuni ya nchi yako hujui wewe. Hebu shika takataka yako toka. Toka. ombe ukutane naye huyo

Kumbe amna haya mambo ya kusaidiana. Yani unapooa kumfulia mkeo mpenzi wako ni wajibu, natakiwa umfulie, umuogeshe, yani umfanyie kila kitu. Yani nyie mnavokaa tu na wake zenu yani kiboyaboya. Mimi nafua, mimi nafua kwa ladha zangu, mimi nakufulia. Ndio maana nyee nikiachana na mtu anambia nirudie, nirudie, namaoa nafasi zimejaa. Achana naye, achana naye, lakini nimekomaa sisikii hatari. Unalia, tatizo nini? Kuna msiba nyumbani? Nani kakupiga? Mkeo kanipiga kaka, mkeo kanipiga. Nimekutana naye njiani kanipiga, kanipiga kama nini Yani, nimeumia mwili wote unaniuma. <laughs> Ah, kube kishakulamba. <laughs> Nilijua mimi. Nilikuambia mimi kishakulamba. <laughs> Icho icho kishakulamba, yule ndo kamanda. <laughs> Yule hataki umbea yule bwana. Kaka kanipige mwili wote unauma. Kaka mkeo baunsa, kaka mkeo baunsa, mkeo <laughs> sibimempata Ya, ukaingia ukaniona mimi, oh. Mbona unaongea, nikamwambia yuko ndani, bora aje kutoa hata macho yule anatoa gadi. Macho yule, yani yule yule yule mwenye namwitaga porodeo yule movie, kia huyo ndugu wangu mdogo wangu kashaingia kwenye mfumo sasa <coughs> mdogo, umekoronga au? Basi niombe tu msamaha, maana kaniambia kila anavoniona mimi atanipiga, sasa mimi sitaweza kutembea barabarani. Mdogo angu, nikisema umeingia choo cha kike nitakosea, umeingia choo cha masai kwenda na jembe porini mgankng yule atakupiga kila siku kweli? Mimi namuelewa yule, simuelewi mke wangu yule, kamanda mwanajeshi, nani simuelewi. Yaani simuelewi, yaani ipo yupo, namwitaga kachumbali kamanda, kachumbali mwanajeshi, kachumbali mwa afande. Sasa sikiliza, mimi nitaka nitamwambia. Yeah. Oh. Muache, muache. Kila nikitaka kutoa talaka, ananiambia talaka, mimi sijui sijui sijui kuolewa tu, sijui kuachwa. Niko na haya leo, ile ndo ile mwanangu, ile ndo yani, yake Kristo. Nimeumia, nimeumia kaka, mwili wote unaniuma, mwili wote unaniuma pale panado. Kaniombe tu msamaha kwa mkeo yule, angekuwa nakupiga kila saa. Sikiliza wewe, kesho nitakukutanisha naye, tutaongea. Mi sitaki <laughs> kabisa kuonana naye, mi sitaki hata nipige mkeo yule bouncer basi sawa, tu yataisha hayo. We nenda, mi nitayamaliza. Wanaona hapa, mi kaniachia nguo nifue. Unafikiri mi napenda? Kaniambia usipofua hizo kitakulamba nawe. Sasa kimemlamba mdogo wangu aje? Unayo we subiri, we kesho mi nitakuja nitamsema. Sawa, sawa sawa. Yani wewe kila siku nakwambia, lakini unielewi. Sasa leo hapa nakwambia ndo sirudi tena hapa, nakwambia Hapana. Ah ah, hebu, usinizuie, usinizuie kwanza, sikiliza usinizuie. Nakwambia hivi, naondoka. Nikirudi, umeona ile mbegu fupi ile? Ile mbegu fupi sitaki kabisa kuiona, kunichafuria chafuria chafuri mimi nyumba yangu sitaki, sawa? Uyo mwanao kama unataka ubaki hapa, uyo mwanao ondoka naye. Ni wangu namba nisikilize. Na kusikiliza. Yule pale ni mwanangu. Nimemza mwenyewe. Nimembeba miezi tisa. Alafu ex wangu unamjua wa alivyata mwenyewe anamjua alivyo. Yaani akili yana, yani sijui kakarogwa yule hata sielewi. Sasa mwanangu mimi unavoniambieni nimpeleke mtoto kule. Hivi kweli baba wewe una huruma? Kwa mfano kama mimi leo nadhaa na mm, wewe afukule. Mtu mwingine amtimue mtoto wako kule. Muone basi huruma mwanangu, mimi wangu, nakuomba. Na, na mlaani aliyesema ukipenda boga penda na ua lake. Na nikakwambia mimi nimekupenda wewe, sijampenda yule mtoto, sawa? Kwanza mtoto yule mfupi ile simtaki. Kile kimbegu kile, Kwani wewe umekosa na wanaume wa kuzaa nao hadi ukichukua kile kimbegu kifupi eh? Sasa sikiliza nikwambie, naondoka sawa. Hivi ninavyoondoka jioni, sitaki nimkute yeye mtoto siana babaki eh? Ulivyozaa unataka tumlelee sisi eh? Masingomaza sasa hivi hatutaki, tumewachoka tutaki kubebeshwa mizigo isiyo tuhusu, umeelewa? Mme wangu kwa itaka majukumu nibebe mimi, hela ya sabuni nikuhudumie wewe eh? Nibudumie yule mwanao, kila kitu nimhudumie eh? Yeye anafanya yeah, nini babake huko? Basi nimekuelewa, nitampeleka kwa babake. Nimekuambia hivi, hapa hivi unavyoniona ndo naondoka. Baadaye nikija, yule mwanao sitaki kumkuta, mpeleke kwa babake. Ana baba yule, wakati mnaangaika alikuwepo, hajali kitu bwana wewe, anajijali mwenyewe. Huku kwetu swazi. Sasa mke wangu, unaondoka hata kunipikia jamani? Unaondoka mbio mbio hata kunipikia jamani? Mimi mumeo bwana, napenda nionje chakula chako. Tuna mwaka saa hizi napika mwenyewe kila siku. Mi nawe majukumu ya kitaifa sawa, nami lako taifa lako pia, si mumeo nawe, mke wangu? Wewe wapi? hapa hapa Habari za mke mume zishapita, tokea enzi hizo ika na moja, taifa kwanza. Sa usiwaziwaze mapenzi, angalia taifa lako linaendaje asaivi. Angalia taifa lako, mimi niache kuangalia taifa. Inateketea na wazaza mapenzi. Acha kuwaza mapenzi, kuwa mjanja, simama na taifa lako sa

Leo nimekupikia masotoje, ule ushibe. Nakupenda na kupenda kupika, napika vizuri. Nini sasa hii? Hichi ndio chakula hichi. Si mandazi haya? Mbona mandazi? mandazi, mandazi. ye haya kunua haya. Acha kunitania bwana wewe eh, eh. Sasa buku ndogo buku ndogo nakuuliza? Sasa unataka nipike nini buku? Watu wanaacha mia mbili hamsini. Hizo nyumba zinakuwa kubwa kubwa zimependeza watu wanaacha mia mbili hamsini na mtu akiuja anakuta pilau, anakuta juisi, anakuta samaki mkubwa. Wewe unashinda nini? Kujiongeza mimi mi nimekuwa wewe kwa, e, kwa sababu ya mteremko umeniachia buku na mimi ndicho nichoamua, nimeenda, kuna mandazi ya kwangu nishakula, na kula kwa kwako tu kalale, kwani kuna naikula, kwa lale, kwa shida, usinichanganye uje kama mwanamke wewe. Siombe ukutane naye huyo, siombe ukutane naye huyo. Wewe unashinda kujiongeza, wewe uzuri yote, uzuri yote, uzuri yote Ujiongeze kivipi mimi wangu? Meniachie buku. Unashindwa kwenda kwenda kwa dukani pale kwa mzee Swai akakupa hiyo hiyo buku kimpa, anakupa anakupa sukari. Mtemi, watu anamogopa. Nyamilandu huyo, Nyamilandu. Kwa jamii yani, kila dakika jamilandu uyo, jamilandu uyo. Lakini kwenye ndoa yake ina mashaka, ana miezi sita jawahi kupika ma tuponako vifanya nyamilandu sombe, ukutane naye uyo Yani, ya ya mikono juu, mdogo mdogo mdogo, mwendo wa mateka. Akikubundua kama umefanya kosa kia nani, roho inauma bwana nun u